Leo Jumapili ya Aprili 6 mwaka huu 2025, baadhi ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanaojitambulisha kama G55 wamefanya mkutano na waandishi wa habari. Kwa mujibu wa maelezo yao, wanachama hao wamedai kuwa lengo la mkutano huo na waandishi wa habari lilikuwa moja, nalo ni kutoa ufafanuzi kuhusu waraka waliosambaza majuzi hapa kuhusiana na upinzani wao dhidi ya ajenda ya no reform no election. Kwa hiyo makala hii inapitia kwa kifupi hicho walichokiongea na kwenda mbali zaidi na kutoa ushauri kuhusu nini chama cha demokrasia na maendeleo Chadema inaweza kufanya kukabiliana na swala hili. Kwa hiyo kwa kifupi kama walivyosema kwamba lengo la hiyo press conference ilikuwa ni kutoa ufafanuzi wa waraka wao ambao ume sio tu ulikuwa na maelezo kuhusu ajenda zao, lakini pia ulikuwa na saini hamsini na tano na majina hamsini na tano Kwa lugha nyingine, ilikuwa ni kwa kundi hili lilitumia waraka ule kujitambulisha rasmi. Na moja ya vitu ambavyo viligusa hisia za watu wengi na pengine kuwasikitisha ni ukweli kwamba baadhi ya waliosaini waraka ule ni viongozi wa ngazi za juu wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na hii ilizua uh, hali ya sintofahamu ya kwamba ilikuwaje watu kama hao ambao baadhi yao tayari uadilifu wao kwa chama ulikuwa ni wa mashaka, kwamba ni miongoni mwa watu walikuwa wanaendeleza makovu inayotokana na uchaguzi mkuu wa chama hicho uliofanyika Januari mwaka huu, wakaishia kuja kuteuliwa kushika nyadhifa za juu za uongozi. Hata hivyo hoja mbadala ilikuwa ni kwamba ni muhimu kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kutekeleza kwa vitendo kauli mbiu yake ya stronger together, kwamba bila kujali mtu alikuwa kambi gani katika uchaguzi mkuu, aidha alikuwa upande wa mwenyekiti wa zamani wa chama hicho Mheshimiwa Freeman Mbowe au alikuwa upande wa mwenyekiti wa sasa Mheshimiwa Tundu Lissu, la muhimu ni kwa wanachadema wote kuwa kitu kimoja ili kuweza kukifikisha chama hicho huko kunakostahili kwenda. Kwa hiyo wana hawa jamaa katika maelezo yao kwenye hii press conference wameongelea masuala kadhaa, lakini hapa tutakayogusia ni machache ikiwa ni pamoja na kudai kwamba kauli ya mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Lissu kuwatuhumu kuwa wao hawa kundi la G55 um, wanapinga hii no reform, no election, na kwamba hawa ni wana CCM na ni vibaraka wa chama tawala. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo yao, wamedai kwamba wao hawapingi no reform ila wanapinga no election, na kwamba wao si vibaraka wa chama tawala. Nitafafanua hili baada ya muda mfupi. Pia walidai kwamba wanasikitishwa na wanapinga kauli iliyotolewa na kiongozi mwandamizi wa Chadema Mheshimiwa Godbless Lema aliyedai kuwa wale wanaotaka, yani wanachadema wanaotaka kugombea ubunge au diwani pasipo reforms, yani bila kuzingatia hii ajenda ya no reform no election, waondoke Chadema. Lakini kingine ambacho walikigusia ni kuhusu mchango wa mwanaharakati Maria Sarungi. Walidai kwamba yeye si mwanachama wa Chadema lakini anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa kuhusu mustakabali wa kampeni ya no reform no election. Na wanadai kwamba hii inaibua wasiwasi wasi kuhusu mamlaka ndani ya chama hicho kwamba huyu ni mtu ambaye haja sio kiongozi aliyechaguliwa au kuteuliwa, lakini amekuwa na mamlaka makubwa katika swala hili uh, la no reform no election na masuala yanayohusu Chadema kwa ujumla na kilichojitokeza katika press conference hii ni pamoja na pengine kuweza kutambua baadhi ya viongozi wa kundi hili, na mtu mmoja ambaye amekuwa mstari wa mbele aidha kupitia machapisho anaonekana huko mtandaoni katika usambazaji wa huo waraka, na jina lake lilikuwa la kwanza pamoja na saini yake katika waraka huo ni John Mrema. Huyu alikuwa kiongozi mwandamizi wa Chadema wakati wa utawala wa Mheshimiwa Mbowe, na sasa amegeuka kuwa kama kiongozi mkuu wa kundi hili la G55 na baada ya uchaguzi ayumkinika kusema kuwa msimamo wake na mitazamo yake imekuwa ni kupingana na takriban yote yanayozungumziwa na uh, uongozi mpya wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Um, kwa hiyo, mo, katika mkutano huu wamejaribu ku naweza kusema kama kuchanganya mambo kwa namna fulani kwa sababu wanadai kwamba kundi hili linatambua na kuunga mkono madai ya mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi. Kwa hiyo, katika ile no reform no election, wao wanadai kuwa wanaafiki ule upande wa kwanza kwamba kuna, kuna umuhimu wa kutakiwa kufanyika hizo reforms, kuna umuhimu wa kubadilisha sheria na kanuni za uchaguzi ili chaguzi ziwe za haki, lakini wanapinga mpango wa kutoshiriki uchaguzi iwapo reforms hazitapatikana na wanataka Chadema ianze kujiandaa kushiriki uchaguzi huu wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano hata kama hizo reforms zitakuwa zimechelewa, na wanadai kwamba haiwezekani kwa Chadema kuwa nje ya uchaguzi ha, na kuuzuia kwa ufanisi, kwamba ili Chadema iweze kuzuia uchaguzi washiriki kwenye uchaguzi which doesn't make any sense. Lakini pia wanadai kwamba zoezi la uchaguzi limeshaanza, ikiwa ni pamoja na uandikishaji wa wapiga kura na mchakato wa majimbo, na wanakwenda mbali zaidi na kudai kwamba katiba ya Chadema inatamka bayana kwamba chama kinapaswa kuongoza dola kwa njia ya uchaguzi. Kwa hiyo mpango wa kuzuia uchaguzi unakiuka katiba ya Chadema na unaathiri haki za wanachama kugombea, kwa sababu takribani wote hawa hamsini na tano wamejitanabaisha kuwa wanataka kuwania ubunge katika majimbo mbalimbali mbali. Kwa kifupi naweza kuhitimisha kwamba mkutano huu na waandishi wa habari ulioitishwa na hili kundi la G hamsini na tano haukuwa na jipya na hakuna kipya kilichoongelewa katika mkutano huo ambacho hakikuwemo katika waraka waliosambaza hivi majuzi. Zaidi inaweza kuelezwa kwamba pengine jambo la msingi zaidi lililotokea katika mkutano huu na waandishi wa habari ni maswali ya baadhi ya wanahabari ambayo kwa hakika yalikuwa ni ya msingi na yamewabana vya kutosha. Na hata majibu yaliyotolewa na huyu Bwana Mrema ambaye ndiyo alikuwa ameongoza hili uh, kundi, majibu yake kwa kweli hayakukidhi uh, matakwa. Kwa mfano, moja ya maswali aliyoulizwa ni kuhusu yeye alikuwa ni kiongozi wa Chadema huko nyuma, wakati wa utawala wa Mheshimiwa Mbowe na kadhalika. Uh, ajenda ya no reform no election haikuanza sasa, ilianza wakati wa utawala wa Mheshimiwa Mbowe. Kwa nini basi wakati huo wao hawakujitokeza kupinga haya wanayopinga sasa hivi? Um, akazungukazunguka kudai kwamba wao hawana tatizo na ajenda ya no reform, lakini wana tatizo la umtizamo wa chadema kutoshiriki. Lakini kimsingi huu ni uongo, kwa sababu alichokiongea uh, Mheshimiwa Mbowe ni kwamba chama hicho hakito shiriki chaguzi za kizalimu ndio, no no election no reform no election haikuanzia kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo hapa alikuwa na hakuwa mkweli katika alichokiongea. Lakini pia kuhusiana na alichosema Mheshimiwa Lema kwamba wanaopingana na msimamo wa chama basi wajiondoe, kwa sababu ndio taratibu za chama jinsi zilivyo, na uh, kanuni za na taratibu za Chadema ziko wazi kuhusu wajibu wa mwanachama, kwa sababu haki inaambatana na wajibu na kundi hili la G55 limejikita zaidi kwenye haki zake kama wanachama wa Chadema, lakini zina- wanapuuzia kuhusu wajibu wa Wanachadema. mwanachama wa Chadema ana haki ya kutoa maoni yake, pengine hata kupingana na viongozi, lakini kuna taratibu. Na baadhi ya hao wana wanachadema walio katika kundi la G55, kwa mfano Catherine Ruge au Julius Mwita, walikuwa katika nafasi za uongozi huu mpya wa Mheshimiwa Tundu Lissu, lakini hawakufanya upinzani wowote hawakutoa maoni katika hivyo vikao halali, lakini huku faragani wanakuwa na hujumu maamuzi halali ya chama chao. Kwa hiyo huu ni usaliti, na usaliti unapaswa kuadhibiwa. Kwa hiyo hiki kinapaswa kufanywa na Chadema. Lakini kwa kuelekea kwenye kuhitimisha makala hii ni kwamba kuna ha, kuna pasua kichwa ya namna fulani kwamba nini hasa kifanyike. Baadhi ya watu katika, hasa katika mitandao ya kijamii wameishauri Chadema kuwapuuza hawa Uh, hamsini na tano kwamba hawa wanataka attention na cha muhimu jinsi njia mwafaka ya kudili na mtu anataka attention ni kumnyima attention. Mimi binafsi nilitoa ushauri wangu kwenye uh, mtandao wa kijamii wa X siku ya tarehe tatu mwezi elfu mbili na ishirini na tano na nilikuwa na jibu hoja iliyoandikwa na kada maarufu wa Chadema Hilda Newton. Hilda aliandika, naona vibaraka wa Abdul wameanza kutoa kichwa mmoja mmoja Soon, mtaona mpaka wale ambao mnawaamini na wao watakuja hadharani kupinga no reform, no election. Mimi nikamshauri nikajibu kwa kushauri kwamba dadangu, hawa dawa yao ni moja tu, mwaweke hadharani na kuwaomba mamilioni ya wanachama wenu wawashughulikie popote walipo, iwe mtandaoni au mtaani, mpaka waseme po. Nguvu ya umma haijawahi kushindwa popote pale. Kwa hiyo nilichokuwa na shauri hapa Sio kwamba washughulikiwe kwa kupigwa au kwa kubuguziwa. Hapana, hoja hujibiwa na hoja. Kundi hili ni dogo, Chadema ni kubwa, na wanaChadema wengi inaelekea kuwa wanaunga mkono msimamo wa chama hicho kuhusu no reform no election, kwa sababu katika mazingira ya kawaida tu ni kupoteza muda kwa chama hiki kuendelea kushiriki chaguzi ambazo ya matokeo yanajulikana kabla ya uchaguzi haujafanyika. Kwa hiyo Chadema wanaweza kukabiliana na kundi hili kwa kutumia wingi, nguvu ya wingi. Chadema ina watu wengi, ina wanachama wengi, lakini pia kuna idadi kubwa tu ya Watanzania ambao wanadhani kuwa Chadema ni chama sahihi kwamba katika hili Chadema imesimamia upande salama. Kwa hiyo kikubwa ambacho chama hiki kinaweza kufanya ni pamoja na ku reach out kwanza kwa wanachama wake na kuwaeleza hali halisi. Kwa hiyo badala ya kuwajibu G55, Chadema iongee na wanachama wake. Wakati huo inaendelea kunadi sera yake ya no reform no election, lakini iwaeleze kwamba jamani kuna tatizo hili hapa tunakabiliana nao na hili ni letu sote, kwa sababu linaathiri sio tu uongozi wa mheshimiwa Lissu bali chama kizima. Kwa hiyo tunaomba mawazo yenu, mchango wenu, lakini pia pengine kuwaeleza wanachama wafanyeje katika kukabiliana na hili. Baada ya hilo, Chadema pia inapaswa ku reach out kwa watu wasio wana Chadema, makundi mbalimbali katika jamii, Watanzania wengine, watu wenye uh, ushawishi katika jamii, na kuwaeleza na pengine hata kuomba msaada wao kwamba jamani, tunakabiliwa na changamoto hii, hawa wanataka kututoa relini. Tunaomba mchango wenu, tunaomba msaada wenu, sio tu mchango wa tone tone kwenye fedha, lakini mchango wa kukisaidia chama hiki kutekeleza hii ajenda yake no reform no election, iwakabili izikabili hizi hoja, kwa hakika nguvu ikiwa kubwa ya umma, na sio kuwaadhibu au kufanya kitu chochote, lakini kuwakabili. Inaweza kufika mahala hawa watu wenyewe wakaamua kukaa kimya kwa sababu wanakuja sio kama hawajui kwamba wanachokifanya sio sahihi, lakini kuna ujasiri kwamba hata tukifanya hivi, kwani tutafanywa nini? Kwa sababu kuna pasua kichwa kwamba Chadema ikiwafukuza wanachama au ikiwavua uwanachama itapelekea mgogoro katika chama hicho, na hiki ndio wanachotaka wakifanyike. Lakini Chadema ikiwapuuza bila kuchukua hatua yoyote, hawa watu wanadhani kwamba wataendelea kuwa na umuhimu. Kwa kimsingi wanachosema kina athari kwa sababu kinawachanganya Watanzania. Watanzania wanataka kuona um, Chadema ikiwa imesimama imara kupigania hiyo ajenda yake ya No Reform No Election, lakini sio kulumbana baina ya wao kwa wao. Kwa hiyo hilo linaweza kuwanufaisha kuwadharau. Kwa hiyo ni kati ya kuchagua kuchukua hatua kali dhidi ya watu wanaokiuka taratibu na kanuni zao chama au kuwapuuza ili waweze kupotea wenyewe. Hili la pili binafsi, mi naona haliwezi kutokea kwa sababu hawa na ajenda, kadi wanavyopiga kelele, kadi wanavyofanya hizi press conference, kadi wanavyotoa hizi nyaraka zinazidi kuathiri ajenda ya No Reform No Election. Basi mimi nilikuletea hili tuma, tupa maoni yako hapo kwenye comment na nashukuru kwa kuwa pamoja nami, asanteni na kwaheri.